Mimi naitwa Faustin Vita Malecha, ni afisa uchunguzi mkuu msaidizi e, sim, e, sim, sim, wa TAKUKURU Dodoma. Kama unavyoona ndugu mtangazaji, ta mwandishi wa habari, sisi tuko kwenye banda ya banda TAKUKURU hapa, na tumefika hapa kwa kutekeleza azima ambayo wakuu wetu wa vyombo viwili TAKUKURU na dawa za kulevya waliingia memorandum of understanding kwa maana tushirikiane kupiga vita rushwa, lakini tupige vita pia dawa za kulevya. Sasa hapa tupo kwa sababu si ni wadau muhimu zaidi kwenye suala hili, na hapo kama rushwa itatokomezwa, hapawezi kuwa na biashara ya dawa za kulevya, kwa sababu biashara ya dawa za kulevya inakuwepo kwa sababu kuna mianya ya rushwa huko ambako dawa za kulevya zinapitishwa, kwa mfano kwenye mipaka, kwenye mipaka baharini ziwani, lakini ukiangalia chanzo kubwa ni uwepo wa rushwa kwa baadhi ya watu ambao wanatakiwa kusimamia zoezi hilo la kuhakikisha dawa za kulevya zingii. Kwa hiyo ndio maana unatuona tuko hapa, kwa ajili ya kuendelea kushirikiana na wenzetu wa dawa za kulevya. Ndio maana unaona kuna, kuna, TAKUKURU hapa, kuna jeshi la polisi, kuna uhamiaji, kuna dawa za kulevya. Wote wale ni washirika kwenye kuhakikisha tunaondoa tatizo la dawa za kulevya na kwa sababu hakuta kuwa na tatizo la rushwa. Kwa hiyo tunahakika ushiriki wetu hapa ni kujaribu kuhakisha tunatoa elimu, lakini pia tunashikiana na wadau kwenye msitizo huo wa ushirika ambao tumeamua kuwa nao katika kupambana na rushwa na dawa za kulevya.